Maana ndoa inamaisha ya ndoa ni kupenda na kuheshimiana kusaidia msamaha ukiwa dai kukiasika ah. Hayo ndoa yako tatu na bwana takupenda sikia maisha ya ndoa, ya ndoa. Sio kugombana bali ni kupendana yeah. Maisha ya ndoa sio vulugu vulugu kila mara. Wewe ndio rangu la nyumba, wewe ndio mpishi, au sio? Naomba mimi nae uchove kipande kimoja cha keki Kiweke mdomoni mwako, mdomoni mwako tu, kiweke tu mdomoni, usikimeze, ukinate tu mdomoni mwako. Namna hiyo, chomoa stiki, mgeuki mmeo, mwambie tunakula, tushakuwa mwili mmoja. Ukila mimi huko na meza, sio? mpelekee mdomoni keki, mshike vizuri. Hey, hey, hey. Kama me waongo, kweli wongo, kweli na mimi. Msogee nyuma kidogo, wao watalishana kama walivyolishana siku ile wanafunga ndoa. Mimi sikuepo au sio? Studio, watu wa muziki, watatibu, wanalishana wao. Mlifanyaje siku ile, wanarusi? Mkumbushe bibi harusi, alifanyaje? Nakumbuka haya, kama takaya kitojo haraka haraka, saa 11 na 1 na 4 kwa South Africa na Afrika Mashariki, tunakula keki. Mambo yake wewe, tunenda aje? mlikula hivyo?

wawili tu wanakula keki mmoja mmoja, ni yule aliyesuka twende kilioni akaja kwenye sherehe, naomba waje ale keki. Mwanamke wa pili anayetakiwa kula keki ni yule aliyevaa sketi ya malinda, kama yupo, sketi ya malinda, kama yupo

Wakati na basi usimuona alibali oyote ke nzuri nzuri. Haya, wanaume wapo, mwanaume wa pili akikosekana banavyacha sindio? Wanaume tunawasamea kula keki, niseme nisiseme? yeah. mwanaume wa pili pili anatakiwa kula keki leo ni yule ambaye huwa anapigwa na wa mke wake.